uza hamu ya mtahini kutaka kusoma kisa chako. Unaanza kisa chako hivi: dunia haishi maajabu na maajabu hayawi maajabu bila kupata wa wakuyajabia. Totole alitokea katika familia hilio abuzi umaskini, alikula alichokipata si alichokitaka unanielewa. Sijui unaendelea na hiyo haya. Unasema hivi: wazazi wake, alipofika umri wa kwenda shule walimpeleka katika shule iliyokuwa nao karibu kama pua na mdomo, mdomo na mdomo. Lakini shule ile haikuwa kufu yake totona ngezi wake, na yaani, waswahili wanasema maskini akipewa nne huita nane, na kipewa sita huita tisa. Unaweka kiulizi, ruka mstari tena, hoja nyingine, mbona mtaini asusome hicho kisa? Makofi tafadhali, mnipigie makofi ini lazima atasoma hicho kisa. Tiririsha kisa chako kilo sambamba na mebadi uliyoulizwa. Kitu cha mwisho